Jina langu ni Kauthar Ishaq maarufu MC Balozi Kauthar. Aa, ni mfanyakazi wa habari maelezo hapa Zanzibar, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa kweli leo tumekuja kwenye jambo zuri, jambo la busara, lakini jambo jema, ama tunaweza kusema kwa maneno ya sasa, fursa. Kongamano hili ambalo limekutanisha aa, wakalimani na wafasiri kutoka nchi mbalimbali mbali duniani ni kitu kikubwa kwa hapa Zanzibar kwa sababu tunasema kwamba kama ile milango imefunguka basi sasa ndio inafunguka kweli kweli kwa sababu kama tunavyojua wazanzibari majority wao wamejiegemeza katika swala zima la lugha na tuna wataalamu wengi kwenye lugha yetu hii ya adhimu na aushi ya Kiswahili kwa hiyo tunapozungumzia wakalimani na wafasiri bila shaka tunazungumza lugha kwa hiyo hii ni kwamba inafungua milango na kama tunavyojua kwa sasa Zanzibar ya leo si ile ambayo ya kali. Kuna ma ma mikutano mingi ambayo inafanyika ya kimataifa. Juzi tu Tanzania hapa tulikuwa na Energy Summit ile ambayo ilifanyikia Dar es Salaam. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaenda kufungua milango kwa wakalimani wetu, ili waweze kuzifikia fursa na kuzichapa kazi. Lakini kama tunavyojua kwamba hivi sasa kumekuwa na vitabu vikibadilishwa kutoka kwenye vitabu, lakini kwenda kwenye filamu, na kwenye filamu kunaingizwa sauti ambazo watu pia wanatumia a sauti hizi za lugha lugha lugha lugha lugha mbalimbali. Kwa Kwa Kwa hiyo hiyo ni namna gani mtu mwenyewe anaweza kujiongeza na na kufanya vitu vingi ambavyo vitamwongezea kipato, lakini lakini vile vile atakuwa ka add value na katika katika ile taaluma yake ambayo yuko nayo. Kwa mfano mimi mwandishi wa wa habari. habari habari Lakini katika uandishi wangu wa habari kuna habari zitoka CNN ambazo natakiwa nizitoe kwenye kwenye lugha ya ya ya ya Kiingereza Kiingereza kuzipeleka kwenye lugha Kiswahili. Kiswahili. Kwa hiyo nikipeleka tayari kwamba nimetafsiri kutoka lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili. Hiyo tayari inaonekana kwamba tuna nafasi za kupenetrate kama waandishi wa habari na tusibakie tu kwenye uandishi wa habari lakini kuingia kwenye taaluma hizi nyingine kama hizi za ukalimani na ufasiri. Kwa hiyo ni kitu kizuri na ni kitu chema, na tunakifurahia tuitumie hii nafasi na tusiiache.